Sasa kuna watu wanasema kwamba Uislamu umefika mashariki ya Afrika mwanzo kabla hujafika Madina, kama ukikusudia pale Habasha fanaa ama ukikusudia Pate na Pemba na Unguja eh, Kilwa na sehemu nyingine, inahitaji dalili hili nahitaji dalili, si masala ya kusema inasemekana. Kwa sababu katika tarikhi, sisi tuende mambo ya tarikhi ya Kiislamu, kwamba inasemekana asemekana hapo kale, hakuna habari inasemekana katika tarikhi ya Kiislamu, zungumza kwa uhakika wa wamefika, hawakufika. Na wengine watilia nguvu kwambia hata wale maswahaba waliotaka kuhamia Habasha, wengine walipotea wakaangukia Pemba kwenye kisiwa cha Misale huko, pana msikiti wa zamani. Sahaba nani? Hawataji hata mmoja, maneno tu ya kuungaunga. hmm. na wengine na wengine, mmoja ameandika sasa kwenye kitabu akasema kuna mtu alisilimu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Shamu, alitokea hapo Fukayosi, karibu na kiwangu, kiwangu hapo Wendwe, Wendwe ka yose ya Abdurrahman eh, Abdurrahman Wendwe sahaba? Hamjawahi kumsikia majina ya maswahaba? Watu wameandika vitabu, vimeorodheshwa orodha ya maswahaba alistiaab bi maarifati alashab alisaba fi tamyiz alsahaba, na vitabu vikubwa vikubwa altabaqat siaru a'la min nubala na miubala, wanawachuoni wanaeleza tiririko wa watu atujamuona Abdurrahman Wendwe wafukayosi hapo ukiwangwa Bagamoyo, <mimit> wala tujawaona saadatu tabiini. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu kwa kiasi fulani kwamba Uislamu ulifika mapema katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na inasemekana katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan, kuanzia mwaka 75 mpaka 85 Hijiria Uislamu ushaingia katika baadhi ya miji bilhususi Pate. Hiyo kauli iko na ina wajibu fulani, kwa sababu hutajwa katika vitabu vya tarikhi, ama maeneo mengine yanahitaji ushahidi. Wallahu taala alam.